Kwa makini anasema kwamba ataita taifa lisilomjua na asilolijua litaitika litamkimbilia. Maana yake agano lako likiwa imara kati yako na Mungu, chochote utakachokisemesha lazima kije kwako. Unajua kwa sababu gani? Mwenye mamlaka ni nani? Mwenye mamlaka na vitu vyote ni Mungu na kama ni Mungu ndio mwenye mamlaka na vitu vyote, hakuna jambo lolote ambalo Mungu ataliita likangomea ya kwamba lisitike. Na nimekwambia kwamba kati ya watu waliopatana huwa na rugha moja na usemi moja. Maana yake kama ukiwa na patano kati yako na Mungu, lolote utakalolisema unamwakilisha Mungu. Maana yake ukisema amesema Mungu, Bwana Yesu asiwe sana. Kwa nini? akatuambia mtakalo lifunga duniani mbinguni litakuwa limefungwa, na mtakalo lifungulia duniani na mbinguni litafunguliwa. Maana yake nini? Kuna mapatano yaliyo imara. Ni wale tu wenye mapatano yaliyo imara, ambao anaweza akafanya hivi vitu. Kuna watu wamefunga vitu duniani havijakubali kufungika, kuna watu wamefungua vitu duniani havijakubali kufunguka. Kwa sababu gani? Mapatano yao kati yao na Mungu, ambaye atawasaidia ambao atafanya wote, hayapo yamevunjika. Haleluya, watu wa Mungu, kuna mtu mmoja anaelewa kile Roho Mtakatifu anatufundisha asubuhi. Na anaendelea kusema hivi, anaendelea kusema litakukimbilia, na kwa ajili kwa sababu ya Bwana umeona, kwa sababu ya Bwana Mungu wako mliyepatana naye, na kwa ajili yake mtakatifu wa Israeli, maana amekutukuza. Na kwa ajili ya mtakatifu wa Israeli, na kwa ajili ya mtakatifu wa Tanzania, na kwa ajili ya mtakatifu, mama fulani, baba fulani, kaka fulani, dada fulani, mtoto fulani ambaye anafuatilia kipindi hiki, Bwana atafanya. Haleluya, watu wa Mungu, sijui kama kuna kitu umepata subia leo. Mungu akitupa neema, Mungu akitupa neema tunaweza tukaendelea. Mungu akitupa neema, kitabu nani, somo hili kwa leo, naomba niishie hapa. Sasa unaweza ukajitathmini kwa hiki ambacho tumejifunza ama tumekiangalia. Bwana Yesu asiwe sana kile ambacho tumekiangalia hapa, unaweza ukatafakari kwa namna gani agano lako na Mungu livyo, au agano lako na Mungu likoje? Maisha yako unayoishi yakoje? Je, yana support yanampendeza Mungu? Kwa sababu agano tumeweza kuona hapa, agano kati ya mwanadamu na Mungu, asifanye lilo baya, afanye mapenzi ya Mungu, aache maovu yote, asiabudu miungu mingine bali afanye mapenzi ya Bwana Mungu wake, na yeye huyo Mungu atayafanya yaliyo mema, atayafanya yaliyo mema, yale ambayo anampendeza katika maisha yake. Na tumeweza kuona ukiwa na patano na Mungu, ukiwa na patano na Mungu, ukiwa na patano na Mungu, ukiwa na patano na Mungu utafanya chochote, utaita taifa usilolijua na taifa lisilokujua litakukimbilia wewe, litakuja, litaitika. Utaita vitu ambavyo havipo, vitakuja, vitasalenda vita weye amni yako. Utaita amani kwenye familia yako itakuja, utaita furaha kwenye kwenye ndoa yako itakuja. Bwana Yesu asiwe sana. Sasa sijui, yawezekana ukawa ni mmojawapo uliyevunja agano la mungu wako, na ni sijui umevunja mara ngapi hilo agano, lakini mungu alivyo mwema Sio, kum, sio kama Mungu wa kina Sulemani mwanzoni kule. Mungu wetu ameshaweka dhamana ya kuimarisha agano kati ya mwanadamu na mu, mwanadamu na yeye kupitia Yesu Kristo mwana kondoo. Kupitia Yesu Kristo ndio alishaweka imara agano. Ni wewe tu kurekebisha ikiwa unagundua kuna mahali umevunja agano hati yako na Mungu, una nafasi ya kutengeneza, ndio maana uko hai.